Hii ni Temu TV, bonyeza alama ya subscribe ilioko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana e bana, hivi unafahamu kuwa ni nani ambaye anafanya muziki wa Bongo Flava uendelee kugusa mioyo ya watu wengi leo? Tunamzungumzia mrembo Zuchu kutokea WCB Wasafi na wimbo wake mpya ambao unaitwa Reason. Ni wimbo wa mapenzi unaoonyesha upande wake kama soft girl, naweza kusema hivyo, lakini pia ni sehemu ya safari yake ya mafanikio makubwa sana. Utaenda kufahamu mengi na kile ambacho kiko ndani ya wimbo huu, e bana, naamini itakuwa ni ujumbe wa siri kwenda kwa mpenzi wake. Utaniambia nini ambacho umeweza kushuhudia. Lakini before tuendelea, nikukumbushe uweze kusubscribe please, make sure unagonga kengele ambayo itatokea baada ya kusubscribe, ili usionapitwa na uchambuzi ambao tunaweza kuuleta hapa. Uchambuzi wa mziki wa Afrika Mashariki, lakini pia ulimwenguni kote, au sio? By the way, kumbukumbu ya leo nazani ndio siku ambayo iliweza kudondoka albamu ya mtu mzima Kendrick Lamar GNX. Kwa hiyo huenda Zuchu naye amechukua siku nzuri kabisa kudondosha Reason. Hii ni ngoma mpya kabisa ambayo anaweza nikasema ni sweet rege, ama ni rege laini yenye hisia za mapenzi na shukrani. Na huku ndani Zuchu anaweza kumwelezea mpenzi wake kama chanzo cha furaha yake, lakini pia kama uponyaji kwake bana. Hii ni hatua mpya kwenye mziki wake ikiweza kuonyesha ubunifu na kipaji ambacho iko nacho kwa sababu Zuchu ameweza kuonyesha kwa muda mrefu jinsi gani basi anaweza kuswitch aina mbalimbali za mziki, so singeli, so bongo flavor, so hivi anapiga tena sweet reggae na vitu kama hivyo. E bana, Zuchu anazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo ana madini ya kutosha kiufupi, sio bana. Safari ya mafanikio ya Zuchu bana, tunafahamu vizuri tangu ambapo ameweza kutambulishwa pale WCB Wasafi kama msanii rasmi wa lebo hiyo ya Diamond Platnumz. Amekuwa miongoni mwa wasanii ambao wanafanya mengi makubwa sana kachia ngoma kali pika, lakini pia ngoma yake ya Sukari ni miongoni mwa wimbo ambao naweza nikasema uliweza kumpa jina kubwa sana la kufungua milango ya mafanikio. Aliweza kutoa ngoma nyingi sana hapo katikati, kuna ngoma kama Nyumba Ndogo. Nakumbuka vizuri hii ngoma iliweza kusababisha mijadala mikubwa na kuonyesha ujasiri wake kuweza kugusa mada ambazo ni za kijamii. Kuna ngoma kama Kwikwi, eh? ngoma kama Yala zilikuwa moto sana kwenye klabu na mtaani, lakini pia zinamfanya awe miongoni mwa mastaa kubwa sana Tanzania na bila kusahau, this time ana ngoma nyingi sana, nani litawachoma, na nyingine kolabo ambazo amefanya na Diamond, hizi pia zimeweza kumpa nafasi kubwa sana kimataifa. Hasa this time amekuja na Reason, ngoma ambayo ni ya kitofauti kabisa, ni reggae fusion fulani, kama bana boy. Nilivyokuambia mwanzo, naamini hii itakuwa ni ishara kwamba Zuchu anaingia kwenye enzi mpya ya mziki wake, enzi ya upole na mapenzi ya dhati, kwa sababu mashabiki wake wameweza kupokea ngoma hii kwa mapokezi makubwa. This time tunaweza kuzungumza, haina hata masaa 10 ngoma hii, hapa tayari ina trend iko namba 23 kwenye trending music Tanzania, eh bana. Kiufupi sana ni ngoma ambayo Zuchu kama anatoa tangazo la mapenzi, lakini pia faraja na uponyaji, upendo na shukrani. Kuna mistari hapa anasema anamwona mpenzi wake kwenye ndoto, hii inaonyesha ukaribu wa kihisia e, za mapenzi kabisa ya dhati, lakini pia anaelezea jinsi gani basi mpenzi wake anavyoweza kumfuta machozi yake, hii ikionyesha kwamba yani → yaani mpenzi wake anakuwa ni msaada wa kihisia zake na faraja kwake, lakini pia anamuita mpenzi wa maisha yake na sababu ya tabasamu lake, yaani anarudia mara kwa mara akionyesha kwamba yeye ndo chanzo cha furaha yake, na anaomba pia ashikwe kwa ukaribu, asiachwe kamwe. Hii anaonyesha jinsi gani basi ukaribu na uaminifu wa mapenzi ni kitu cha msingi ama ni nguzo, lakini pia anakiri kwamba jamaa ndio reason ya kumfanya yeye anakuwa happy na vitu kama hivyo bwanae. Hii ni moja ya ngoma ambayo anaweza kusema kiufupi, ni ngoma ya Zuchu ambayo inaelezea furaha na amani anayoipata kupitia mpenzi wake eh bana. Zuchu anasema wa kwamba mpenzi wake ndo sababu ya tabasamu lake, lakini mimi naswali kwako kwa, je, yeah, mziki wa Zuchu ndo sababu ya tabasamu lako pia? Kama unataka kuendelea kusikia uchambuzi wa nyimbo nyingine ambazo zinagusa roho na kuandika historia ya mziki wa Afrika Mashariki, basi usiache kusubscribe sasa hivi Usisubiri kesho, safari ya Temu TV na mziki inaanza leo. Please make sure pia unagonga like kwenye video, drop komenti yako, hii ngoma umeipokeaje? Na unamwelezeaje Zuchu? Au unamkubali Zuchu kwa asilimia ngapi? utakuwa umeweza kutisha kina noma noma. I go by the name Stefano Temu from Tanzania 255, till next time, bye bye, ciao, peace and love. Hii ni Temu TV, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini na video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.